Alhamdulillah Rabbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Adam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad ibadallah, tunarudi katika hutuba yetu unwani yake ikiwa inatuamrisha kuzirudisha amana kwa wenyewe, sisi tutaishi kwenye aya hii baada ya Allah kutuamrisha kuzirudisha amana kwa wenyewe, na akatupa tena angalizo nyingine waidha hakamtum baina lnas an tahkumu bil 'adl, na mtakaje hukumu wana nini mkafanya kuwa ndo mahakimu baina ya watu eh, nie hukumu ni kwa uadilifu nini, hukamagu ni e, nini, mahakimu nii, mahakimu wa Kiislamu mnaosimamia mahakama za kiserikali huko mliko na ambao mko ima kama mgo na nini ambao mnaitwa ukalabu

Japokuwa wanapiga vita, wanawakatalia katika Uislamu, lakini Allah anaambia linapokuja jambo la uadilifu, msiwadhulumu hao, japokuwa wao wanakupiga nyinyi, kuweni ni waadilifu. Anasema isikupelekee hivyo, wattakullaha Allah nini, nyinyi mcheni Allah katika kuwa ni mwadilifu, mcheni Allah katika hukumu zenu mnazohukumu, inna Allaha shadidu andi

waidha hakamtum baina nas antahkumu biladli, namnako hukumu baina ya watu hukumuni kwa uadilifu. Sasa wewe wakili, wewe mtu kashakuja kula, anakwambia mimi bwana so uongo kwa kweli hawanasema wawanakasumba awanasenga yani, unieleze ukweli ukuwejili saikio usinifiche, nieleze ukweli, ukinificha mimi sitojua vifungu vya sheria so sheria ya Allah sheria ya sheriajibai Sintojua sheria ya kukusaidia wewe katika hili. Bwana, wewe umeua? Kama umeua niambie, niangalie namna ya wewe kuponyoka katika mtego huo. Basi mtu ataanza kupindilika, kweli niliua, na siku hiyo mimi nilikuwa sehemu fulani na nani, mtu fulani, kama aliniona, aliona vizuri. Alafu mwisho wake basi anaambia nitakusimamia kesi yako, Hebu niletee milioni tano, au katika uwakili wangu huu utanipa kiasi kadhaa, tukishinda kesi utalimalizia kiasi kadhaa. Huyu anajua kabisa, huyu anaenda kusimama naye kule kaua. Yani hapa naongelea mahakimu wa Kiislamu, maana mnielewe, kwa makafiri nyinyi Waislamu. Na hapa tunapotaja hakimu tumaanisha hakimu wa mahakama tu, na wewe unaye hukumu baina ya mtu na mke wake, wewe unaye hukumu baina ya mtu na mtoto wake, wewe unaye hukumu wenzako kila sehemu, hili linakuhusu sawa. Hukumiana baina kufanya biashara, bwana fulani duka lake ni kubwa na minal anakuingizia hela, wasema tamdhulumu huyu. Anamuza samaki hapa barabarani, kwa kuwa na hawa la pei nawauswa Allah, tabaraka wa taala. Sasa wewe wachukua rushwa kwa staili kama hiyo, njia kama hiyo, anapenda kumdigimiza mtu

Musnad Ahmad na wengine maimamu wa hadithi wameyapokea haya maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Ummu Salama na wengine masahaba ridwanullahi alayhi wameyapokea haya maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba maneno yake hivi, qala, anasema innama ana basharun. Nyinyi eh, masahaba, kwa hakika sio vinginevyo mimi ni mtu kama nyinyi. wa innakum takhtasimuna, na hakika nyinyi mnazozana mbele yangu nyinyi, nyinyi mnakuja mbele yangu kushtakiana nyinyi, na mnapokuja kushtakiana mjue kuwa mimi ni mtu kama nyinyi. Akasema wala alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uenda mara nyingine miongoni mwenu, nyinyi ikawa kuna watu ambao ni wafasaha wa kuzungumza, watu ambao ni adam bil eh, hujjati, ni watu ambao ni wajuzi wa hoja. Ukitaka kuja kwambia, ah, subiri kwanza, wewe ilikuwa hivi kawa hivi kawa hivi. Anawaeleza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake, na katika nyinyi wenda ukawepo watu ambao ni watu wa fasaha wa hujja minbadi kuliko wengine katika nyinyi. Wanadamu tumetofautiana kuna mtu haki ni yake kabisa, ukimwambia jielezee, hawezi kujielezea, hawezi kabisa. Lakini kuna mwingine la haki sio yake, e bwana wewe, ukimwachia ulini wake dakika mbili, wewe tayari ushaenda kwake, ushaamia katika maneno yake, kwa huyu ambao unaona ndio mwenye haki ushatoka. Anawatahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba ana basharun, mimi ni mtu na nyinyi mnagombana, mnazozana, mnaleta ushauri wenu, mnaleta magomvi yenu kwangu na huenda miongoni mwenu kuna watu ambao ni weni weni weni, mwoni, wahodari wa mazungumzo wenye hoja zilizokuwa madhubuti kuliko wengine katika nini, akasema wa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u, na mara sasa nikishasikia hivyo, na mara nyingine namhukumia mtu kutokana na, na, kutoka na yale niliyoyasikia. Basi mimi sijui yaliyofichikana bwana, ni mtume huyo. Sasa sijui yaliyofichikana, kwa hiyo kutokana na zile hoja zake mimi namhukumia kwa yale niliyoyasikia. Ehe, anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? faman qawat faman qawaitu lahu min haqqi akhihi shay'an, kutokana nitakavyokuwa nimesikia, ikitokea mtu yoyote anatoangalizo nikawa nimehukumu katika jambo, lakini ni zor hukumu ile haki, kumbe sio yake, ni ya huyu mwingine, lakini kutokana na hoja zake mimi nikajua yeye ndio mwenye haki nikaacha kumpa mwenye haki nikakupa wewe eh, nitakapo hukumu kwa mtu nikawa nimempa haki ya ndugu yake isiyokuwa yake, yeye, chochote kile, fala ya akhud, asichukue hiyo haki hiyo, fala ya akhud, asichukue hiyo haki. Hata kama mimi nitahukumu, kasema wewe ndio umeshinda, ndomeshinda, haki ya kwako. Anawaambia mtume wa sahaba, aseme mtume, Mtume, ni haki bwana, bana, sio yangu, japo mimi kweli ni hodari wa kuzungumza, ni huyu yupo katika sisi yupo anawaambia Mtume swalla sallam fala yaakhudh usichukua hiyo haki bwana. Ehe, ukichukua namwambiaje? fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min an-nar, utakapokuwa umechukua mi hakika mimi ninakuwa nimemkatia huyo mtu kipande katika vipande vya moto. Yani mimi ninakuwa nimekupa ile nilichokupa nime kile nimekukatia kipande cha Jahannam, nimekupa wewe kwa hiyo ukishajijua wewe ni hodari na haki sio yako nikakupa nini au hakimu yoyote katika mahakimu akahukumu kuwa bwana wewe umeshinda, wakati wajua kabisa wewe bwana, nilikosa. Eh, sema bwana, mimi bwana niliteleza tu kuja hapo kushtaki, lakini bwana y haki ni so yangu ni same hetu haki hii ni ya ndugu yangu. Akwambia ukiikubali, ujue mtume sallallahu alayhi wasallam au huyu atakayekupa wewe hiyo haki amekupa kipande cha moto wa jahannam.